Ah, ah, beb, si uniekee chai nimechelewa hata kuenda kazi. Chai vitoka wapi? si bebi, ah, unafaa kuosha pika basa, unajua naenda kazi. Bebu, vitu zingine unafaa ku understand. Mi nisha kwambia sijalipwa, nalipwa kesho tu nikimaliza. Si ungepika hata strong tea mukope. Lakini, ah, ah, nivo, imeisha hmm, imeisha Mi sitaki kisirani asubuhi na ninaenda kazi, na kazi ni ngumu. fanya aje hii? 50 bob utajipanga, kitu utakula lacha. 50 bob inanunua nini o? Utajipanga, si unaniacha 50 bob, inanunua nini sasa? Sasashika, wacha hapo, unaende kwenye unaenda, hata unaona, umeacha hiyo nyumba utaipata hivyo. jioni nikufanyia kila kitu, lakini unafanya vitu zako venye unataka Koroga mchanga bwana. Koroga mchanga unajua foma nako karibu pole pole. Wekelea mchanga ni nini? Siweke mchanga. Pole pole tu polepole bro. Mpolepole ya kazi gani? Haya shika. Sio hivyo. Hivi. Shika Rusha mchanga vizuri. Kwani kwani unamwaga nje? Anakisha bwana, mchanga mpaka ninakushinda kushinda. Ah. Mimi nimetoka hmm? Kuja Urusi kuja wewe, utengeneza nipeleke. Pole, pole, tingiza hmm, tingiza tingiza hiyo kitu wewe, hmm. Una oh, mwaga badala ya kutingiza hmm. Fanya hivi fanya, fanye hivi, fanya aje? Tupeleke hizi gunia huko juu kwanza, tukuje tukuja tuweke peleka, yeah, gunia huko juu wauuku juu hmm? Acha <coughs> kuharakisha bana, mimi nisha choka, nishachoka man, nishachoka. Si tuambie tuambie, <gasps> tuambie yenye mabaki tutamalizia. Tuambie <clears throat> <gasps> tu yenye mabaki tutamalizia, na pesa tutapata pata aje? Unajua hata leo asubuhi bibi yangu tumekosana niko, niko, niko na shida ya mguu lakini venye nakimbizwa wa msee. Hapana. Na, na. Mimi nahitaji pesa lazima tungangane tufanye hii kazi hmm. Ama niende tu utanichukulia pesa. Ati uende wapi? Kwani mimi ukienda wewe siku yako imeisha hivyo. Si tumwambie. Wewe chukua bwana mimi hii pesa siwezi ngoja siku nyingine. Nitarudi kwa bibi yangu wapi? tu. Bibi yangu wapi tuendelee tu beba tunabeba Beba kitu nae, weka ndoo vizuri Ana, tubebe tufikishe, tung'ang'ane tufike jioni. unabeba gani? tujue venye tunaenda natumeshoo choka hmm. Wewe fanyaje? unataka kwenda nyumbani? wenda tanichukulia pesa? Hapana. Eh? Ah, uh, sasa hmm? Unafanya nini hapa? Nilikuwa nimetoka job, s so, nilikuwa natapia nikirudi. But nimechoka ndio maana zikapo kidogo mm. Na umekula lunch? Bona sasa nilikuwa nayo nimelipa fare wafanya uh, hivi mm. Utachukua utachukua hii 50 bob. Mm. Uende ununue lunch nayo hiyo ndo niko nayo saa hii. Asante. Oh, ya, alafu kesho utakuwa wapi? Nataka kukupeleka out kesho. Oh, kesho nitaenda job asubuhi alafu nitoke mapema. Utatoka mapema hmm. Oh, sawa basi kesho ujipange na kukupeleka out. Sawa. So tupalana wapi? Nitakukujia kwa nyumba, haina shida. Utakuja? Haya, hey. Bye. Bye. Sasa suamke uende mm -hmm. Nipumzike kidogo ndio nimechoka. Sawa. Unaenda wapi? Nafika hivi hapa hivi kwa duka hapa chini. Sawa, bye. Bye. See you. Kama mtu unaona venye sai ah, sijakwambia hata venye ko smart. <laughs> Nakaa kama malaika eh. s si, hiyo pesa unaona venye imefanya kazi. You yes, look beautiful. No? ndio nimekubali hizi nguo, nguo. Hachana eh? Ah, na hiyo mambo ya nguo achana na. Unaona nywele yako kukaa na hizi nywele mm. Si, mm -hmm. No, eh? Aje. Mm. nataka ku hata mm. namba yako huwa na sahau. <laughs> eh? Bas. Mama, ni ngapi zimeingia? 2000. 2000. That's for you. ubomolewa ubomolewe na uso ngweo hiyo, umenipea pesa mina, kwani unanga shukurani hiyo pesa, hata ni kidogo, siwezi shukua nayo. Ndio maana nakwambia, unajaribu njia yoyote kukufanya uwe happy kwa moyo, lakini bado unaongea nini? Unajua hata kwa hii nyumba hakuna shopping umefanya. Ujafanya shopping yoyote? Sasa babe, yani hiyo ndio ability yangu, na wacha tu niende kazi basi na uniongezee <laughs> But... uniongezea ya. shida yako ni nini? Sina maybe same place imebaki wewe, ngoja ngoja next week. So unajua ushangu ushaguo kwa kuwatumia pesa. Hii 2000 ndio nitafanya shopping, nishukwe na niwatumie. Babe mimi na watu ushaguo, tunaingiliana wapi? this Sawa, so, uh, basi. Nitengenezea hata hihata chai basi. Chai gani? pesayah pesa ya salon peke yake. Sawa basi, kwa hiyo ya salon, kata hiyo 50 ya lunch. Unakulanga atuonane jioni, unakuanga aje? Jaman, msha ingia ingia bro, hata leo umeingia, ndio umeamka saa hiikitambo sana, kitambo mlisahau hizi hapa nje, ninyini wawili, sindio? Mkaacha sawa sawa. So leo hatuna kazi mingi. Hey, leo hatuna kazi mingi. Tachukua watu wachache eh, kwenye walikuwa kazi jana. Nasikia ulitoroka si, sindio? yeah. Nitakufikia, we nyamaza, nitakufikia. yeah. yeah. Ingia huko ndani, wanze kubeba mchanga sa, sa. Kwa, kwa hizo building zimejengwa, toa, toa nje yote. Changamka, changamka. Kazi yako ulikuwa ukifanya kwa gani? Beba smiti lori mbili sindio? Changamka. Leo ni mbili lori mbili zinamalizwa eh? Lori mbili kwani? Ubishani na mimi bro, toka hapa bure kabisa, unaongeza mshahara? Uh, wewe ile wall from first floor to seventh floor. And, anza kuchonga malima pipe zitaingia, eh, zichongwe zote, ukifikapo seventh floor unitafute sawa eh? Toka hapa toka. Mimi bado hujanipea kazi sasa toroka? Ah, alikuwa na emergency. Emergency gani aliambia nani? Nilikuwa nimemwambia. Eh, huyu ndio foreman wako, ndio? Mbona huku niambia mimi? Alikuwa na nini? Alikuwa na nini? Alikuwa na kufikishia ripoti. Alikuwa na kufikishia ripoti. Mbona ungekuja kwangu? Hmm? Enda home. Ah, okay, enda home. Uh, kesho kuja ujaribu kaa utapata for kazi. For sawa? Toka toka ukuje kesho basi, we uende utoke toka, nitafanya kazi toka tu. Kesho ukuje ujaribu, ukipata ni sawa, ukikosa pia ni sawa sawa. Hii oh. uh. mchange niko hapa eh. nataka zi ikue saved yote. Changamka ye mimi niko sawa peke yangu. Sawa, changamka eh. na kwanga tu sawa Nikiwa pekee. Nikirudi ni after 2 hours nipate kazi imeisha na acha nilete kijiko. Changamka changamka. Eh. Alafu, si kuna rafiki yangu nilikuwa nataka twende na yeye. Haina shida, wewe mwambie tumpitie tu twende. Mpigie. Yeah. Si twende basi hivi tumngoje pale kwa kina JM alafu tuende naye si ndio? Ah, haina shida so. <laughs> Friend. Ah, bro. Ah, bro. Ah, kwani umekuja kwa site? Ah zi, ah, ah. Ah, mimi ndio mwanga nataka kunipeleka out jo. Ai, nikamu ni mimi nikam show. Eh. Siwezi enda peke yangu na niko na friend. Unajua wewe unaniokoleanga tu, mtu wangu, mtu wangu ni

Bro, pesa yangu. Pesa gani bro? Buda pa... ay, ay, ay, hiyo hmm? Ni pesa yangu imekimbia hiyo yeah? Ni pesa yangu imekimbia. ay, Ay, bro, kumbe hii wakati watu ndi unacheza na pesa yangu bro, mi nafanya kazi usiku na mchana ndi unacheza